Karibu mpendwa wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku, leo tarehe 28 juma la tatu kipindi cha kawaida cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samweli sura ya saba aya ya nne hadi ya kumi na saba na injili kama ilivyoandikwa na Marko sura ya nne aya ya kwanza hadi ya ishirini. Karibu tusikilize injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu alianza kufundisha tena kando ya bahari. Wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno. Hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini. Mkutano wote alikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake: Sikilizeni! Sikilizeni! Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota, kwa kuwa na udongo haba; hata jua lilipozuka iliungua na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea, ikaisonga isizae matunda. Nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda zikimea na kukua na kuzaa, moja thelathini, moja sitini, na moja mia. Akasema, aliye na masikio ya kusikia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale thenashara walimuuliza habari mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua ile mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa, wa, wa Mungu, bali kwa wale walio nje, yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, na ukisikia wasikie, wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo hulipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia, lipandwapo neno, nao wakiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao kwenye miamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lileneno mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yawo, bali hudumu muda mchache, kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lileneno mara hujikwaa. Na hawa ndiyo wale wapandwawo penye miiba, ni watu walisikialo liloneno, ni watu walisikialo lileneno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia ulisonga li lile neno likawa halizai na hawa ndio waliopandwa kwenye udongo ulio mzuri; ni watu walisikialo lile neno na kulipokea na kuzaa matunda mmoja thelathini, mmoja sitini na mmoja mia. Neno la Bwana. Sifa kwako ee eh, Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, liturujia ya neno la Mungu siku hii ya leo inatafakalishar juu ya jinsi gani ninalipokea neno la Mungu katika maisha yangu. Injili ya Marko sura ya nne iko katika sehemu ambayo Yesu anafundisha juu ya ufalme wa Mungu kwa kutumia mifano. Marko akimwandikia hasa jumuiya inayokabiliwa na mateso na changamoto mbalimbali, anatumia mfano huu kueleza kwa nini neno la Mungu halizai matunda sawa kwa watu wote Yaani, ikiwa ni kwa fariji ya kuwa hata watesi wao yaani ikiwa ni kwa fariji ya kuwa hata watesi hao walisikia neno la Mungu bado hubadilika kwao, huenda ikawa ngumu, kwani hawana msingi wa kupokea neno la Mungu. Yesu anatumia mfano wa mpanzi ulio mfano mzuri na wa msingi unaosaidia kufasiri mifano mingine yote ya Marko sura ya nne, kutokana na mazingira aliyokuwepo Yesu ya Galilaya. Vilevile, kulingana na historia ya mazingira hayo, Yesu alikuwa anazungumza na wakulima. Taswira ya kupanda mbegu ilikuwa ya kawaida, hivyo ujumbe wake ulikuwa wa karibu na maisha yao ya kila siku. Injili inaanza kwa kuelezewa jinsi gani Yesu kama mwalimu mwenye mamlaka, akiwa anawafundisha wanafunzi wake, huku akiwa amekaa ndani ya mashua na kufundisha umati mkubwa. Kitendo hiki kinaonyesha mamlaka yake ya kufundisha na pia kinatoa taswira ya kanisa la baadaye. Neno linaendelea kutangazwa hata katima. Neno linaendelea kutangazwa hata katika mazingira yenye vikwazo. Wapendwa, mifano anayotumia Kristo si hadithi ya kuburudisha bali ni njia ya kufunua ukweli wa ufalme wa wale bali ni njia ya kufunua ukweli wa ufalme kwa wale walio tayari kusikiliza kwa imani. Mfano huu unatueleza juu ya aina nne za ardhi, ambapo kando ya njia, mbegu inanyakuliwa mara moja. Udongo wa mwemba, mbegu humea haraka, lakini hukosa mizizi. Katika miiba, mbegu hukua lakini usongwa katika ardhi njema mbegu huzaa matunda mengi. Hapa makao hapa mkazo hauko kwa mpanzi bali kwa hali ya ardhi, yaani hali ya moyo wa msikilizaji. Sehemu ya pili ya Injili, Yesu anatoa tafsiri ya mfano, yaani mbegu ikiwa ni neno la Mungu, mpanzi akiwa ni Yesu na baadaye Kanisa, ardhi ikiwa ni mioyo ya watu, kando ya njia akiwa ni shetani mwenye kunyang'anya neno kabla halijaingia moyoni. Miamba ikiwa ni kukosa mizizi na kukosa kina cha imani, mateso na kuifanya imani iyumbe. Miiba ikiwa ni wasiwasi wa dunia, tamaa ya mali na anasa zenye kulisonga neno. Ardhi njema ikiwa ni wale wanaosikia, wanaopokea na kuzaa matunda kwa viwango tofauti: 30, 60 na 100. Tofauti ya mavuno inaonyesha kuwa matunda ya imani hayafanani kwa wote, lakini kila alipo, lakini kila aliyepokea neno kwa uaminifu huzaa matunda. Vilevile katika Injili hii tunajifunza mambo makuu yafuatayo. Jambo la kwanza, ufalme wa Mungu huanza kwa neno. Jambo la pili, mwitikio wa binadamu ni muhimu kwa ufanisi wa neno. Jambo la tatu, imani ya kweli inahitaji mizizi ya kina. Na jambo la nne, vikwazo vya ndani, yaani hofu tamaa, wasiwasi, ni hatari kuliko mateso ya nje. Wapendwa, mfano huu wa mpanzi si hukumu juu ya wasikilizaji, bali ni mwito wa uongofu wa ndani. Yesu anaalika kila msikilizaji atathimini hali ya moyo wake. Hii inaonyesha kuwa injili si tu kwa ujumbe wa kusikilizwa, bali uzima wa kupokelewa, ulindwa na kuzaa matunda. Leo kanisa linaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Thomas wa Akwino. Leo kanisa linaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Thomas wa Akwino. Katika somo tulilo tafakari, Yesu anaeleza namna neno la Mungu linavyopelekewa kwa namna tofauti kulingana na hali ya mioyo ya wasikilizaji. Mtakatifu Thomas wa Akwino, kama mwana falsafa na mwana teolojia, aijikita sana katika dhana ya logos, neno la Mungu kama chanzo cha ukweli wote. Maisha yake yanaonesha mfano hai wa mtu aliyeliruhusu neno hilo likae akilini na moyoni mwake kikamilifu. Kwa Thomas, akili ya binadamu ni zawadi ya Mungu inayopaswa kulindwa ili kupokea ukweli. Hii inaendana na fundisho lake kuwa neema haibatilishi asili, bali huinua asili. Kwake mbegu kando ya njia inawakilisha kusikia bila uelewa wa ndani. Mtakatifu Thomas alitofautisha wazi kati ya kusikia kwa masikio bali kuelewa kwa akili iliyoangaziwa na imani. Katika maisha yake Thomas, akuridhika na imani ya juujuu, aliona kuwa imani isiyo tafakariwa iko hatarini kunyakuliwa na mashaka au makosa. Ndiyo maana alisisitiza umuhimu wa elimu ya teolojia kama huduma kwa imani. Kwa kuunganisha Injili ya Marko sura ya nne aya ya kwanza hadi ya 20 na Mtakatifu Thomas wa Aquino, Tunapata mafundisho makuu yafuatayo. Fundisho la kwanza, neno la Mungu linahitaji akili iliyoelimishwa na moyo uliotakaswa. Fundisho la pili, imani na akili si maadui bali washirika, na fundisho la tatu, ardhi njema huandaliwa kwa sala, unyenyekevu na nidhamu ya maisha. Maisha ya mtakatifu Thomas wa Akwino ni ufafanuzi tosha wa injili ya Marko sura ya nne aya ya kwanza hadi ya ishirini. Alikuwa mtu aliyeruhusu neno la Mungu lipenye akili yake, mapenzi yake na maisha yake yote. Kwa kumtazama yeye, tunaalikwa tujiulize: Je, tunalitumia vipi neno la Mungu? Kwa kulisikia tu au kuliruhusu libadilishe maisha yetu? Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo, niliyekuletea tafakari hii. Ni mimi Fratelli Adesius Fabian Tushabe wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!